Waivyowapea mnapotusikia hili eneo, mnaposikia sauti zetu katikalar, usifikirie kwamba tumeanguka tupu, yaani tumeanguka ibiri tu kama jiwe kutoka juu. Hapana, hii kazi ya injili ni kazi ambayo tunaifanya usiku na mchana, tena kutoka mwezi wa kwanza hadi wa mwisho, na kwamba kwa kusema ukweli maana kwa kusema ukweli, hapo ndipo maisha yetu yanaweza kuwa hatarini. Usifikirie tunaweza kunyamazishwa, lakini yule atakayeweza kunyamazisha sauti zetu, pengine achukue risasi atupige tukufe, ama achukue upanga, lakini kwa maneno tu, maneno ya kejeli haitaweza kusaidia. Kwa hivyo leo tunachunguza unabii, unabii ambao unafunua madhehebu ya uongo unafunua mwanabii wa uongo. Kwa hivyo, ujiweke tayari, uwe tayari kufunuliwa, maana wewo nabii ama unabii ni kama taa ing'aayo mahali penye giza. Kwa hivyo, ikiangaza ikukuta uko kona mbaya, usikasirike wala usiweze kulalamika, lakini jo, utaweza kusaidiwa na walimu tunao wengi, utaweza kusaidika. Kwa hivyo neno la unabii yaudi peda wandiko

ikupata kakavebu na uongo yangaze ikupata kaba wewe ni mchungaji wa uongo lakini usiweza kulalamikia huko wala kupigia kelele huko. Ndio nikatangulia kusema mkutano wetu ni wa uhuru wa dhamiri, unakubalika. Ukuja usema wewe mhubiri, umesema uongo hapa, Eric alisema uongo hapa, mtumishi nee, ulisema uongo na utaweza kudhihirishwa kwa maandiko na ni mkutano ambao umejengwa kwa msingi imeandikwa. Sasa kwa nini tuweza kuchunguza unabii? Kwa nini tuchunguze unabii? Hebu nipe methali, Methali 28 mstari wa 19. Na kwa nini tuchunguze unabii? Kwa nini tuweze kufunua unabii ambao tunao siku za leo?

unabii ambalo Biblia ilituambia siku ya jana kwamba ni neno lililo imara tena imara zaidi, lakini ukiangalia kuna mifano tofauti tofauti, kuna wanyama, kuna maji, kuna jiwe, kuna chuma, kuna shaba, kuna fedha. Lakini siku ya leo unabii ambao unatokana na kitabu cha Danieli